na kahawa asua nikishikia mambo ya kahawa, tuna revolving fund hii inaitwa cherry fund. Hapo nimeona hii fund ya cherry fund iko katika KPCU. Wewe ukileta kahawa yako hapa upate receipt yako hapa, unaenda katika cooperative bank uko na hiyo documentation, na wewe unapata advance yako kila kilo shilingi arobaini unapata ni unangojea mpaka kahawa itafanywa auction. Auction zamani ilikuwa inachukua miezi mitatu ndio upate pesa zako. Saa hii kama auction imefanywa kwa siku tano, wewe umepata pesa yako kutoka kwa ile miezi tatu imekuja siku ngapi? Tano. Na pia kuanzia mwezi wa Julai pesa itakuwa inatoka Nairobi kwa Cooperative Bank kule Nairobi moja mo kwa moja mpaka kwa akaunti ya mkulima dola. Inaingia kwa akaunti ya mkulima, 20% inaenda kwa cooperative yako, 80% inaenda kwa mkulima direct. Na hiyo 20% nyinyi kama viongozi wa cooperative mnakaa chini na wakulima mnaamua, hii 20% tutafanyia nini? Mkijafanya mambo yenu, kama iko balance, kama mko na balance, mnapeana pia kwa wakulima kama bonus. Hiyo ndio mpango wa serikali. Kwa hivyo wakulima wale wako hapa, mwone kwamba majina zenu za wale cooperative members wote imeingia katika Co-operative Bank, imeingia hapo kama reforms za kahawa zinaendelea, na mimi nimeshikilia hapo kuona ya kwamba zinakamilishwa. Nikiwa hapo ile reforms ya kwanza, wale watu matepeli ambao walikuwa kwa mambo ya kahawa, muda ana kahawa hata mtu mmoja, lakini yeye anaongea mambo ya kahawa, yeye ndio ficho wa kahawa, na yeye hana hata jui kahawa yenyewe inafanana namna gani, lakini yeye anakaa kwa ofisi ati yeye ni kiongozi wa mambo kahawa. Sasa kuanzia hivi tumesema zile cooperative zote ambazo zilikuwa zinauziana na mambo ya kahawa zote zitakuwa revived, tutawapa support na hivi karibuni tutataka election ifanywe ya wale viongozi wote, tupate wale viongozi ambao wako committed kwa mambo ya cooperative katika kahawa. Wale watafanya kazi na serikali kuona ya kwamba wakulima wanapata pesa bila inatakikana. Nimekuja tu kutembea katika kaunti thelathini na tatu katika Kenya hii ambayo sinakuza kahawa, kujionea mwenyewe na kuongea na wakulima, nijue shida ya kila kaunti ni nini, alafu mimi nitarudi kama nimesikia ile kilio yenu na nione hayo mambo inarekebishwa namna gani ndio muwe wakulima wa kahawa wa maana ambao mnaweza kupata pesa mingi. Lakini wakati nilikuwa nakuja hapa, nilisikia kutoka kwa mkurugenzi wa KPCU ambao wanasimamia mambo ya kahawa katika wizara yangu. Hata wako na ofisi hapa, wako na mili hapo, ni rasmi. Hiyo mili haifanyi kazi. Nikasema mimi nataka hiyo mili nikifika hapo ianze kufanya kazi mara moja. Na pia nikaambiwa hii mili ni ya mbuni, minajua mbuni ni ile kahawa ile ya mwishomwisho, hapana grade A. Nikasema sasa, sisi sisi tulikuwa watu wa kupelekwa kupeanwa mashini ya mbuni Nimesema mkurugenzi ako hapa, mimi nataka mashini hii kuwe upgraded iwe inasiaka kahawa yote kuanzia e mpaka mwisho. Kama haiwezi kufanya hivyo, wachukue hii waende waweke kwa store, walete ile inaweza kufanya kazi kutoka juu mpaka. Sio, tumekubali. Hatutaki tukifanya kahawa hapa mpaka tupeleke Nairobi for milling for for nini? Tunataka value addition iwe inafanyiwa hapa Bungoma. Tukipeleka kahawa yetu ng'ambo, yote imesiakwa mpaka mwisho, tuna export process already, process ile iko process, ile unaweka kwa chai unakunywa, kwa sababu hii kahawa tunapeleka kule wana process tena wanarudi hapa, sisi tunanunua kwa bei ya juu. Sasa Mheshimiwa Waziri, wiki mbili zilizopita nilizuru maeneo ya kahawa pa Bungoma, nikaangalia, cooperatives zina shida, management ya cooperatives zina shida, gharama na bei ya kahawa ilikuwa inatoka kwa ba baadhi ya viwanda ilikuwa inaleta shida, na nikamwambia Mheshimiwa Governor na kamati ya ukulima ambayo mimi ni mwenyekiti kwamba lazima tunyoroshe mambo ya kahawa Bungoma hii, na mimi kama mwenyekiti kule Nairobi, haiwezekani watu wanapata mia moja arobaini mia moja hamsini kwa kilo, na mimi kule nyumbani ninatoka wanakunguta shilingi kumi na mbili arobaini sitini Hiyo nikasema haiwezekani. So kwa mamlaka ya seneti ambayo nilipewa, nashukuru wewe kukubali mwito kuja Bungoma uzindue hiki kiwanda ambacho tuko nacho alafu tuende mashinani, tuhubiri injili ya upanzi wa kahawa. Tuliambia serikali ya Governor Lusaka kwamba imarishe nyenzo zao za kufunza wakulima jinsi ya kupanda kahawa, kukuza, kuvuna na kuuza.